Elimu ya maendeleo binafsi ni aina ya elimu inayolenga kuboresha na kukuza uwezo wa mtu binafsi katika eneo la maisha iwe kiakili, kihisia hata pia kiroho, na kuweza kukusaidia kuboresha uwezo wako wa ndani pamoja na kuweza kufanikisha malengo yako katika maisha yako. Ndugu mpendwa, ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii pa maalum kwa ajili ya kutoa elimu isiyofundishwa shuleni. Itakusaidia kujua ni nani, kujua vipaji na vipawa ambavyo vimo ndani yako, na zaidi zaidi, itaweza kusaidia kukupatia mbinu za kuweza kufanikisha malengo, maono, ndoto ilizonazo katika maisha yako na kuimarisha kiroho, hata pia kimwili, na nyingine itaweza kukusaidia kukua kiakili na kuwa imara na kuwa mtu jasiri katika eneo mbalimbali mbali katika maisha yako. Jina ni Mwiko Kalaba, kwa ni mwanzo ni mwisho. leo tunaangalia nini maana ya elimu ya maendeleo binafsi. Wengi wanasema elimu maendeleo binafsi, lakini wengi hawajui tafsiri yake. Sasa leo tunaangalia nini maana ya halisi ya elimu pamoja ambayo, na kuangalia vipengele kadhaa ambavyo vinambatanishwa na hiyo elimu ya maendeleo binafsi itakaweza kukusaidia kuishi maisha ambayo utatajirika kiroho pamoja na kimwili. Nini maana halisi ya elimu ya binafsi? Elimu ya maendeleo binafsi ni aina ya elimu inayolenga kuboresha na kukuza uwezo wa mtu binafsi katika eneo la maisha, iwe kiakili, kihisia, hata pia kiroho na kuweza kumsaidia ku kukuza uwezo wake wa ndani kwenda nje pamoja na kumwezesha kufanikisha malengo aliyonayo katika maisha yake. Hiyo ndiyo tafsiri ya elimu ya maendeleo binafsi. Yaani ni aina ya elimu ambayo itakusaidia kukupatia vitu tofauti tofauti vitu kadhaa kadhaa vya kusaidia kujiweka kisawasawa ili uweze kufanikiwa kimu, kiroho hata pia kimwili. Kumbuka, lazima uweze kuishi kuanzia ndani kwenda nje. Lakini ukiwa mtu ambaye unaishi kuanzia nje kwenda ndani, hapo utakuwa mtu ambaye utakosa furaha. Ninamaanisha nini na maana hivi? Mara nyingi unapokutana watu wengi wanasema kwamba sina furaha, ama nasema nikipata gari nitakuwa na furaha, ama nikipata nyumba ndio nitakuwa na furaha, ama nikipata feza kiasi gani eh ndipo nitaweza kuwa na furaha yule. Mtu anaishi kuanzia ndani kwenda nje, na wala sio ndani kwenda nje, ingawa maisha yenye baraka, yenye furaha ni yale ambayo yanaanzia ndani kwenda nje. Sasa hii elimu itaweza kukusaidia kuweza kuwa mtu wa kuishi ndani kwenda nje, na hapo utakapoangalia mabadiliko katika maisha yako utaweza kuimpact ulimwengu kwa chanya. Ni muhimu sana uweze kujua ii um, elimu ni binafsi maana kila moja wetu anahitaji ni elimu ambayo yafundi shuleni. Ndio maana ni muhimu sana uweze kunisikiliza mwanzo hadi mwisho. Kipengele cha kwanza kinafundisha kuhusiana na kuweza kujijua, yani conscience de soi. Inatakiwa ya uweze kujua mapungufu yako, nguvu zako kujua sababu iliyomfanya Mwenyezi Mungu kukupa kukuleta hapa duniani. Kumbuka wewe sio bahati mbaya kuwepo hapa duniani, hapana, wala sio makusudi mbaya wewe hapo duniani, hapana, bali kuna kitu ambacho chimo ndani yako ambacho Mwenyezi Mungu alikiweka ndani yako. Asa, kile kitu ukikigundua na kuweza kukijua, hiyo ndio nguvu yako na itakusaidia kuweza kufanikiwa katika njia mbalimbali. Oh, sio bahati mbaya kuwepo kwa duniani. Kwa hiyo Mungu sana inalenga kuweza kujua nani kujua vipaji eh, ama karama ambayo imo ndani yako. Maana unafanikiwa pale pindi unapojua kusudi lako, kujijua. Ukijua kusudi lako, alafu unaweka ile malengo, unayafuatilia, na ndipo utakapoangalia mafanikio ya kweli. Na kumbuke mafanikio ya kweli nambatanishwa na kusudi la mtu binafsi na ukiniishi kusudi itaweza kukusaidia kufanikiwa pakubwa na utakuwa na impact kubwa katika jamii inayokuzunguka. Kipengele cha pili inafundisha kuhusiana na uongozi na ubunifu, yani leadership and creativity, yani maana yake ni ujuzi ama uwezo wa kuongoza watu wengine pamoja na kuleta mawazo mapya yatakayofanikisha jamii inayokuzunguka. Ni muhimu sana uweze kujifunza uongozi ili uweze kuongoza wengine. Kumbuka, ukiwa na biashara yako kubwa, lazima patahitajika uweze kuwa na skills, ujuzi muhimu wa kusaidia namna na kuweza kuongoza watu wengine. Natakiwa uweze kujua hisia zao, natakiwa uweze kuwajua kiurefu, ili uweze kuwasiliana na wale watu ambao karibu na wewe. Kipengele cha tatu kinafundisha kuhusiana na ujuzi wa mahusiano, yani optenceiepesonel, yaani maana yake namna ya kuweza kuwasiliana na wengine, namna nzuri ya kuweza kushirikiana na wengine na kuweza kuungana na wengine na kudumisha mahusiano mazuri yenye tija na yenye furaha na yenye maana katika maisha yako. Ni muhimu sana uweze kujua haya, ndio maana tumesema ni elimu ambayo haifundishwi shuleni. Kipengele cha nne, usimamizi wa muda na vitu ulivyo navyo katika maisha yako, yaani gestion du temps et des moyens que tu as Yani, kutumia vizuri muda wako na kile ulichonacho katika kufanikisha malengo no nao katika maisha yako, kama vitu, kwa mfano, ujuzi, fedha pamoja na muda wako. Kumbuka muda, mafanikio yote yale yamefungwa kwenye muda. Kumbuka hupo duniani hapa, ila kuna siku hutakuwa hapa duniani kuna siku ama kuna wakati utaweza kuondoka duniani, hutakuwepo. Kwa hiyo tumia muda wako vizuri katika kufanikisha malengo maono, ndoto zinazo katika maisha yako. Pili, ujuzi ni lazima uhitajike, ujuzi mpya uweze kuwa mtu ambaye kuna ujuzi utakao kutofautisha kati ya watu wengi katika eneo unalifanyia kazi. Ii, wewe nifanya biashara lazima huwezi tafuta kitu ambacho kitakutofautisha na watu wengine. Tatu, fedha. Yani, lazima huweze kuwa na ufahamu au maarifa kuhusiana na fedha, namna ya kutumia fedha zako vizuri kwa uweledi, eh? Yani namna ya kuweza kutengeneza fedha, namna ya kuweza kufanya fedha zako zikuzidishie zaidi na zaidi, yani kuzi Investir, ili ziweze kusaidia faida na zaidi pamoja na kuweza kudhibiti fedha zako zisipotee. Ni maarifa ambayo unahitaji ili uweze kusaidia katika eneo la fedha. Ni muhimu sana tena sana. Kipengele cha ina inalenga kukabiliana na changamoto yani, resilience et résolution des problèmes. Yaani, maana yake inakufundisha, inakufunza namna ya kuweza kushughulikia changamoto yoyote ile katika maisha yako, pamoja na kuweza kushinda hofu yoyote ile ya kuweza kushindwa, pamoja na kujua namna bora ya kuweza kufanya maamuzi sahihi katika maisha yako. Kabla hatujamaliza, basi ndugu mpendwa, ikiwa huja subscribe basi, pata nafasi na muda huweza kusubscribe, ndipo tuweze kuendelea. Na usahau tuambie kwenye comment unatufuata kutoka eneo gani, eza upo nje ya nchi yetu ya Kongo, uweze kutaarifu mpema ili tuweze kujua sote kwa ujumla. Sasa tunaenda angalia faida ya elimu ya maendeleo binafsi. Faida ya kwanza maendeleo binafsi, moja, kuongeza ujasiri pamoja na motisha ya ndani yaani, ukisha kuwa mtu wa kujifunza hii elimu lio binafsi kila wakati utajikuta unakuwa mtu ambaye mwenye hamasa kubwa, mwenye shako kubwa ya kuweza kufanya jambo ukiwa na furaha, hata kama uko na huzuni, lakini utaweza kufanya vitu kwa ubora, maana upo na motisha, uko na kitu ambacho kinakuhamasisha kuweza kufanya kazi hadi na zaidi. Ndiyo, ma, ndiyo faida ya kwanza ya kujifunza elimu ya maendeleo binafsi Utakuwa mtu ambaye utaongeza ujasiri wako, utajiamini, utajikubali na kujipenda zaidi na zaidi, na utakuwa mtu ambaye kila wakati uko na hamasa ya kufanya vitu kwa ubora na kwa ueledi. Faida ya pili ya elimu ya maendeleo binafsi, kukuza mafanikio katika kazi na katika maisha yako ya kibinafsi ya lazima, hakikisha kuwa mtu ambaye unafuatilia haya masomo ya kuhusiana na maendeleo binafsi, itaweza kusaidia sana kujua biashara zako zina namna gani. Utakuwa mtu wa kujua namna ya kuongea na wateja wako na namna ya kuweza kusaidia kujenga uzalendo ndani ya mioyo ya wateja wako, ili waweze kubaki kwako tu peke yako na kwenye biashara yako. Utakuwa mtu ambaye unainuka kwa kiwango kikubwa sana, maana tayari utaweza kujua namna ya kupanga bei kwa ita usahihi. Itakusaidia namna ya kuweza kujua kuweka hata pia wafanya kazi na kuweza kuweka mifumo ya kusaidia biashara yako kwa kujiendeleza yenyewe, hata pasipokuwa wewe ukiwepo, ama biashara unajiendeleza hata pasipohitaji muda wako na nyingine utapata faida katika maisha kwa kibinafsi, maana utakuwa mtu ambaye mwenye furaha siku zote, hutakuwa mtu, utakuwa mtu mwenye huzuni bali mwenye, mwenye furaha na mtu mwenye hekima tena zaidi, maana itakuweza kusaidia kuku imarisha kiakili na kihisia na kuwa imara katika eneo mbalimbali mbali katika maisha yako. Faida ya tatu kuboresha afya ya akili na ustawi wa mtu binafsi. Kwa kweli ukiwa mtu ambaye unajifunza haya masomo, maana channel hii tunatia kila wakati masomo mbalimbali kuhusiana na afya, tutakupatia mbinu zitakazosaidia kuweza kulinda afya yako hmm, ya kimwili pamoja hata na kiakili na kuweza kustawi katika maisha yako. Faida ya nne ya maendeleo binafsi itaweza kukusaidia kufanikisha malengo yako ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Kwa kweli, tutaweza kupatia mbinu mbalimbali katika channel hii ya kuweza kusaidia kufanikisha malengo yako ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu, ili uweze kufikia maono ama ndoto ulizonazo katika maisha yako. Ndugu mpendwa, asante kwa na mwanzo hadi mwisho. Jina ni Munguiko Kalaba. Niambie leo nini ambacho umekijifunza katika video hii siku ya leo, ili tuendelee kujifunza sote kwa pamoja. Kumbuka unachokijua mimi sikijui vile vile, unaweza ukaniandikia hapo kwenye comment, kajifunza kupitia kwako. Nyingine video itakayofuata, tutaongelea namna ya kuhusiana na kushana umaskini nini chanzo cha umaskini, na umaskini ni nini, na maskini ni mtu wa aina gani? Kwa hiyo kuwa nami katika channel hii, uweze kusubscribe kama utoa video uwezi kuwa kwa kwanza kwa kupokea taarifa, yani notification. Kumbuka ndoto yako inawezekana.